wake au ubora wake umeshuka? Wewe ni mtu ambaye umecheza naye unamfahamu Chama kwa ukaribu unamjua ubora wake, ni kweli ukimwangalia, uki kwa namna ambavyo sasa hivi ameenda Yanga anacheza, anaona kwamba ameshuka kiwango? Au wengine wanaenda mbali, wanasema tangu ameenda Yanga, ile sii yake kama imeshuka. Well, mazoea. Hmm, lakini well. Chama wewe, muangalia tu Chama anavyocheza sasa, muangalie. Yani mimi nikisema mazoea, kwa sababu watu wanamjua ile ni Chama, basi ule ni Chama, lakini Chama kiasi kikubwa amebadilika, na amebadilika kwa sababu afika, kaenda kwenye timu mpya, kafika kakuta utaratibu mpya kwake, naye ameshajichuni kitu kwamba niko bwana, na kitu anatakiwa nikifanye bwana ndo anakifanya. Iko tofauti, na ukimwangalia, ukimwangalia kwenye uchezaji wake kabadilika saizi, ameongeza speed, kama azi kaongezeka speed. Sasa speed saizi ameongezeka, ukimwangalia vizuri, lakini kuna watu hawawezi kujua, kwa sababu mimi nasema kumzoea, lakini e, Chama ameongezeka speed, unamwangalia anapocheza. Hey, kwa hiyo ndio hivyo tu kwamba watu wamemzoea Chama lakini hawataki kumwangalia. Je, Chama tumemzoea lakini Chama anapocheza anabadilika. Amebadilika kitu gani watu, anachezaje? Kule amekuta timu ambayo na wachezaji wazuri kama yeye, sawa? Kwa hiyo competition itakuwa kubwa, so, na yeye amefika, kuna kitu amekiona kwamba natakiwa niwe vipi, wanachokifanya ambacho wanachomwona wao kwamba uwezo wake umepungua Hapana, amebadilika uchezaji. Sasa ameongezeka speed, muangalie, kwamwangali mechi zote, kuna wakati unamwona kabisa, yaani ana speed. Kuna wakati anajua, kuna wakati gani sasa inatakiwa kwenda kwa speed, wakati gani inatakiwa ni pause. Cha mzee wangu mimi, nataka kuniambia swali langu, nataka nikuulize, lakini nataka nianze kwanza kupata intro. Wewe mtu anakutaja kama, kwa sababu kuna kipindi unacheza kama st

nimetoka namba sita, yani mimi nabadilishwa ya, na makocha. Kocha anapo niita kuniambia bwana leo nataka ucheze namba fulani. Ananielekeza jinsi ya kucheza, naingia pale nafanya kile anataka mwalimu mm. Lakini mimi nimeanza kucheza namba sita, unacheza hmm, kama namba sita sita, mi nataka niambie namba sita. Mimi nataka niambie namba sita eh, watatu bora ambao kulikuwa ndani na wenye unaanza kucheza professional eh, kipindi hicho mpaka hivi sasa, mpaka amecheza na generation labda mbili unaweza kusema ya dhamani kidogo na hii hapa ya sasa hivi. viungo wako watatu katika eneo la chini, wakabaji we unasema ni hatari, na Erasto na yupo na ndani mm. s pamoto pamoto sana yeah. Lakini go ni mtaje tu mmoja ambaye yuko hapa yuko hapa katika yuko na Mungu anaitwa Hamisi hmm. hmm. Harifa, Nyenye naza namba sita moja, hatari sana, akukaba hatari sana. Wamzingatie sana, wamzingatieni wamzingatie tu, wamwangalie tu alafu siku atakuja kuniambia yaani, wamwangalie tu. Ndio. namba sita moja anapiga hatari sana, anaitwa Hamisi Alifa Nyenye, wamwangalie tu, hapo pana Mungu hmm. Na mwandamizi kama ukisema <tip> maanake macho ya watu lazima yaongezeke, e, wamwangalie tu wawili sasa walobaki hapo <laughs> tukamilishe hiyo yu watatu. Viungo watatu bora katika eneo la ukadaji wapo wengi sana, sasa siwezi kumtaja mmoja <laughs> yani <Yeah>, nimemtaja u mmoja kwa sababu nipo naye hapa, wawili tena wawili, au ukiweza hata hivyo hivyo, wengi kuna basi ngoni wataja watatu

watatu. Mimi nakuja na, nakuja mi nakuja mimi wanne hapo, lakini mimi nakuja kuchomea, kuchomea. Eh, wewe unakuja kuchomea chomea hasa? ee, ee, uliotaja hao ni viungo fulani wa kugonga sana, wa kutembea, tukukaba sasa, sasa eh. Unakabaji bila kugonga babu

Mimi mi mimi nakuja kulainisha hey. Lakini hizo hizo tatu hizo hizo hey. Ndo zinagonga. Eh, eh uwezo amiia uwezi lazima. Lakini siku viungo tunaona namba sita wanacheza kama wakina Fabizi, kama wakina Aucho uh, au sio namba hata eh? sit <laughs> kwa kwa kina Aucho haucho kina Fabrizi hapo ah, tactical. Hapo tena hapo niseme kitu kimoja, hapo siwezi kujazia ku tena, lakini nishataja watatu watatu eh, eh, eh. Yaani hao ndio mimi naona eh, majibu, waliobaki, wazi. Na mapema tu, lakini siwezi kutaja majini eh, eh. Mimi nataka uniambie utaje basi kikosi eh, chako hapa Nyoni, cha muda wote ambacho wewe kuanzia namba moja goalkeeper mpaka namba kumi kule. I say, katika maswali hayo siwezi siwezi yani siwezi kutaja kikosi changu kwa sababu yani nitakuwa nitakuwa mchoyo. Mm. Siku na sabu? <laughs> <Yeah? Akuna, laughs> Yani, na mchoyosasab hakuna <laughs> Eh? hakuna kabisa. Kabishiyo mwanangu, hiyo kweli, siwezi siwezi siwezi kutaja kikosi. Eh. Kwa nini? Lakini, lakini lakini najua wachezaji wanapambana. Basi, taja wachezaji wako unaokubali umetaja palipanyenye, taja tu, staje kiasi. So wachezaji wako wao ambao wanawakubali. Unajua, kama mchezaji, kuna wachezaji ambao unaweza ukawa wanawakubali, na mtu anasikia Erasto Nyoni ananikubali, na hilo hilo hilo, unataja nini sana, ananikubali sana, wachache kwa uchache, hata tu hata kumi unawakubali tu, hata 10 kwa, kwa, kwa, kwa uchache <laughs> ambao unawakubali zaidi, bwana? Wako wengi siwezi kuwataja, wako wengi sana, yani wako wengi, siwezi kumtaja peke peke yake yake, siwezi kumtaja, wako wako wengi wengi sana, wako wengi sana. Kwa hiyo ile naomba nisamee kwa leo, lakini wako wengi wengi. Marco Mzumbe yule mtani wako msukuma mimi mgoni, wewe mgoni, yule kama nani mgoni. Akawa ameniulizaje, anasema muulize. Sasa mi mjumbe, eh, ni Erasto Nyoni, kwa nini wangoni mnatajwa zaidi kama eh, mna sifa okay. Okay. Eh, ya kupenda wanawake wazinzi. Neno hilo wazinzi, wewe msemaji wetu wangoni sasa inama... wangoni, tumekupa sawa sawa. mimi kama msemaji wangoni. Um. Aya, ina maana sisi sisi ndio tumezaa na wanawake wote hapa <laughs> Sisi, wangoni, hey, sisi. Hey, hapana. Hapana. Hey. Bwana, wangoni tumezaa na wanake wote aossihapan hapana. Hapana. Kwa nini sasa? Hapana. Kwa nini ututaji wangoni? Ngoni bwana, kwa nini wangoni msukuma? Kwa nini wangoni? Jibu hoja sasa. Anampenzi, anampenza, anaye sasa, watatu anao sasa, mgoni? Hapana sasa wazani, kwa nini sasa, unadhani mgoni unapewa zaidi kwa nini mimi nataka nikwambie kitu kimoja, iko hivi. Sisi wanasema kwamba sijui mngoni, sijui mpe hela itafika kuliko mwanamke hapana. Sisi wangoni tuna kitu kimoja, sisi kwetu. Sisi si unajua bana, sisi tunatoka asubuhi, tunaenda shambani, tunalima, uli nyumbani, tunakula, tukishakula sisi

Nah, mimi kwanza uh, mimi napenda sana kucheka, yani napenda, yani nikikaa sehemu niwe na penda, yaani mbikasi, fly, fly. Mm. Mimi napenda sana comedy, comedy napenda sana, ndio maana kama anakuta kibwendo, mimi napenda sana comedy na sana. <laughs> <laughs> <penda> sana <laughs> na comedy ambaye nampenda, yani anakuwa anapenda kumwangalia yote, na mwangalia yaani, ya yoti na teen White ti White yeah. Yaani, wale watu nikuangaliaga sasa tiniawetia alijiunga ali, ali, ali, ali, ali, pamoja na na nani Ringo. Sasa saiza wamekuja na nani na nani Mkojani. Mkojani, mkojani mkojani shapa. Kwa hiyo mimi hao watu huwo napaa kuangaliaga sana.

Hii kuna lakini vitu vingi huwa anafanya yani anafanya mtu yeah. yeah, yeah, yeah. yeah. so, ila kuna mtu mwingine yeah. sana anamwonaga hao wameshinda kabisa ah tuzo walistahili nikikupa nafasi tunamaliza nafasi dakika mbili dakika mbili Rais Samia, unaweza kumwongelea vipi? Mimi nikitaka kumwongelea Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hasani, kwanza ni mama, lakini pia cha pili ameweza kutuongezea hamasa kwenye kazi yetu sia mpira kwenye michezo kwa sababu ametupa sapoti kubwa sana kwenye mchezo hiyo. Yeah, kli pongezake tumpe. Uh, lakini pia kazi za, za nchi anafanya kama kawaida. Kwa mimi ni mwombe tu mama aendelee kutupa sapoti kwenye mchezo, lakini pia aendelee kutulinda na kutufanyia yale bora. Uh, sisi wa Tanzania tuendelee kuishi kwa amani. Uh, tuinjoe na maisha yetu ya Tanzania kwa uh, hiyo namuombea Mwenyezi Mungu aweze kumwongezea maisha marefu ili aweze kutufanya sisi tuendelee kuwa na furaha sana sana. kwa Asante, asante, asante sana. kazi njema.